Mtazamaji wa Faida Faid, wakulima wa zao la korosho katika mkoa wamtwara na maeneo mengine wamefurahia bei ya korosho katika msimu uliopita, hali ambayo imeleta matumaini mlamoja, lakini katika msimu huu wameshukuru zaidi marabaada ya pembejeo kuwafikia kwa wakati. Hapa nawe katika siku ya leo tayari wakulima maeneo tayari pembejeo zimefika katika maeneo yao na ardhi kwa kwa ya, ya kijiji cha Hinju kata ya Hinju ndani ya halmashauri ya Mji Nanyamba Mkoani Mtwara kwa ajili ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wakulima ambao tayari wanakiri kwamba pembejeo zimefika na wapo tayari kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaanza kuzitumia. Tumezungumza nao wamempongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Bodi ya Korosho kuhakikisha kwamba pembejeo hizo zinawafikia kwa wakati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na baki nami. Kwa majina anaitwa Abdalla Hassan Mpatila kutoka kijiji cha Hinju. Ni mkulima wa zao la korosho. Vipi pembejeo zimeshafika hapa kijijini kwenu? Pembejeo zimefika, tena zimefika kwa wakati kabisa. Katika vyama vyote vya msingi, magala yote pembejeo zimefika. Kufika kwa wakati kwa pembejeo mwaka huu basi zitatupa, zitatupa neema kubwa sana ya uzalishaji wa korosho, eh, kwenye mashamba yetu. Sasa hivi hali ya maandalizi yapoje za, zao la korosho msimu huu? Ya maandalizi mazuri. Nawashukuru bodi ya korosho kwa kutuletea kwa kutu wakati. Mama Samia anaweza tena, anachapa kazi mzuri. tu Tunavyoamini bodi ya korosho wanavyotuletea, na ni pembejeo kwa wakati, hii tunajua moja kwa moja ni mama naupiga mwingi. Yani, kwa majina naitwa Sevelini Mendile pekee mkazi wa kijiji cha Kitachi katika kata ya, ya Hinju e, Hakumwambia mheshimiwa rais kwamba aendelee kutusaidia kwa mtindo huu hapa e, tunampongeza tuna sana kwanza, tunashukuru naitwa Hassani Selemani Mnalidi mkazi wa kijiji cha Hinju okay. tuombe uh, hali ya uwepo pembejeo hapa ipo. hali ya uwepo pembejeo bwana, tunamshukuru kutegemeana na hali ya mwaka jana na mwaka huu. Mwaka huu tunasema tunampongeza kwa uongozi uzuri mheshimiwa rais sana sana sana, tena naupiga mwingi vibaya. Kwa hiyo tunampa pongezi zote, ajitahidi na sisi wananchi tupo, tutamlinda kama anavyohitaji. Sawa, pamoja na mheshimiwa rais e, kuhakikisha kwamba pembejeo zinapatikana kwa wakati, tumeona pia bodi ya korosho nao wamezisambaza kwa muda. Matarajio yako msimu huu ni yapi? Mimi ni semeni, nitoe shukrani kwa bodi ya korosho kutujali wakulima wake na nataraji kuongeza kipato zaidi kutegemeana na huduma kutuletea mapema. Mimi naitwa ndugu Selemani Salum Mkova, mkazi wa kitongoji cha Mdenga, kijiji cha Hinju, kata ya Hinju, kata ya Hinju. Bwana yeah. Eh, mambo ya pembejeo vipi hapa kwenu? mshaanza ku, ku, mzigo kushuka pengine yeah. Pembejeo tunashukuru zimeshaanza kushuka magari, vyama vyetu viwili, bodi ya korosho tunashukuru, tunapo pongezi wanajitahidi wa, wa, wa, wa, wa, kupambana Yeah. Na matarajio yako msimu huu yapo matarajio. Mwaka huu msimu huu hapo unayokuja, basi tuangalie mazingira yatakuwaaje? Kwa ushajipanga tuko vizuri, nashukuru sana yeah. Mama anaupiga mwingi nashukuru, right. Nakushukuru yeah. Yeah, sana. Yeah. sana kwa jina naitwa Bas Mohamed Linoe eh, ni mwenyekiti wa Njengo Kusini Amkos mbia hali ya uwepo wa pembejeo hapa kwako, zimeshafika pembejeo? Kwa kweli nashukuru zimefika, nimepokea mifuko kama elfu moja mia saba kumi na saba. Nashukuru sana, nadhani hiyo kwa awamu ya kwanza. Eh. Na pengine hiyo iliyopokewa, mara baada ya kupokea umeambiwaje kuhusiana na awamu nyingine eh? Nadhani nilikuwa nasubiri mfumo kwanza, yeye niliopokea leo, tukoongea ni Jumanne, nadhani mpaka kufikia Ijumaa itakuwa pembejeo nimegawa, na nadhani baada ya kuongea naye bwana pembejeo kishoni ni, basi nadhani nitakuletea nyingine. Kwa hiyo kishaisha hii, nyingine naletwa, nyingine naletwa. Kwa hiyo nashukuru sana mama kwa jitihada zake. Wakulima kwa ujumla wanazungumziaje kile ambacho mheshimiwa rais anakifanya kwa upande wao? Eh, wakulima kwa ujumla, kwanza wanafurahia kwa jinsi ugawaji wa pembejeo na pia mama anavyo upiga mwingi kuhusu ugawaji wa pembejeo bure kabisa hilo kwa kweli wana, wakulima wanashukuru sana kwa hilo. E, nashukuru sana. Matarajio yapoje katika ya msimu huu mara baada ya pembejeo kufika kwa wakati? E, matarajio baada ya kufika pembejeo kwa wakati nadhani yani uzalishaji unaweza kuongezeka zaidi ya mwaka jana. Kwa nadhani inawezekana uongezaji mwakau kwa mwingi zaidi tofauti na mwaka jana. E, kwa sababu, pembejeo imekuja muda mwafaka, tunashukuru. Nadhani kwa sababu swala kupuliza ni mwezi wa tano mwishoni au mwezi wa sita tunaanzia, na kwa sababu pembejeo imekuja mapema sana. Bodi ya Korosho ndio wasambazaji wakuu wa pembejeo hizi, una neno gani kwao? Ni Bodi ya Korosho, nashukuru sana kuleta pembejeo kwa wakati, nashukuru sana. E. Kipi cha kuzungumza na wakulima wako juu ya kujiandaa mapema sasa na msimu huu wa zao la korosho msimu huu? E, wakulima wangu, cha kuwasisitiza, kwanza walimie shamba kwa wakati walimie shamba kwa wakati na pembejeo tukishopata tukisho pembejeo basi yani wasiuzi kiholela. Na mtazamaji wa Faida Online TV, mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Kama alivyosikia wakulima wakizungumza kutoka hapa kwenye kijiji na kata Hinju, ya Hinju Halmashauri ya Mji Nanyamba mkoani Mtwara, wakipongeza pembejeo kufika kwa wakati. Hizi pongezi zimeenda moja kwa moja kwa Mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr Samia Suluhu Hassan, bila kusahau pia Bodi ya Korosho ambao ndio amekuwa aj wakuu na kuhakikisha kwamba wamefikisha pembejeo hizi kwa wakati katika maeneo mbalimbali. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe ku like na ku comment channel yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na kwaheri kwa sasa.